Tunapozungumzia elimu tunazungumzia swala la maisha ya nchi yetu, na swala la maendeleo ya vizazi hadi vizazi. Na elimu na ujuzi ni masuala muhimu, kama alivyosema rais wetu siku za karibuni. Sisi eoe, tusikilizane. Alieleza sababu tatu za kuongeza uwekezaji kwenye elimu na ujuzi. Uamuzi wake wa kuongeza uwekezaji katika elimu, pamoja na kwamba matunda siyo lazima yaonekane haraka ya, ya kuombea kura, ni swala la kijasiri, swala la kuunga mkono, swala la pongezi, swala la kujivunia, na lazima tuende nalo kwa wananchi kulieleza vizuri ili kura atakazopata katika uchaguzi mkuu ziwe nyingi sana na kubaki. Dokta Samia oye! Eh, Dokta Samia oye, oye! Sasa tuelezee vitu ambavyo amevifanya katika elimu kwa haraka haraka. Elimu bila ada, mnafahamu sasa hivi kuanzia shule ya msingi mpaka kidato cha sita unasoma bila ada. Wapo wachache wenye fedha wanabeza. Sisi wabunge tunajua ziko familia zilikuwa hazitaki kuwapeleka watoto shule kwa sababu ya ada iliyokuwepo. Rais wetu amehakikisha kwamba tunakwenda na elimu bila ada. Pili, ongezeko la miundombinu rasmi. Kwenye eneo hili pia Mheshimiwa Rais amefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Tumefanya mabadiliko ya sheria za kazi ili ziweze kuleta kwanza, ziwe kazi za staha, akitambua Watanzania wengi na vijana wengi wanahangaika na masuala ya ajira, wanahangaika na kipato. Anatambua vijana wengi wanamaliza chuo kikuu walikuwa na changamoto ya kupata ajira. Mheshimiwa Rais aliliona hilo, akatoa maagizo na maagizo hayo mahususi Mheshimiwa Waziri Mkuu naye pia akatoa maelekezo ya utekelezaji wa maagizo yake. Nini katika kazi tulifanya, mojawapo ni pamoja na kufanya mabadiliko ya sheria ya kazi ili iweze kuhakikisha kwanza, inapunguza urasimu wa namna ya kupata kazi ikiwa ni pamoja na kutengeneza mwongozo maalum wa utoaji wa ajira za upande wa serikali kupitia ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora kana hapa kuja kusherehekea miaka minne ya uongozi uliotukuka wa uongozi wa dhahabu wa uongozi wa mfano wa Daktari Samia Suluhu Hassan, na sote tunakubaliana hapa, katika historia ya nchi yetu yeye ndio rais wa kwanza mwanamke katika taifa letu. Mpigeni! Lakini katika uongozi wake leo ndio imetoa chachu ya mabadiliko wa Afrika.